Mwanaupendo Family e, naona hao ni Wanaupendo Family, wamekuja kwa mwenzao, amefiwa na babake. So karibu sana kwa kikundi chetu cha Upendo Family. Kama unavyoona, tuna umoja wa nguvu, tuna watu wazito. Njoo jifunze na vitu vingine angalia kikundi ambacho kinaweza kupa ushauri ukaige na vitu vingine katika maisha ukasonga mbele. Mimi <laughs> nimeuliza hivi, baba akifa, si mtoto anatakiwa alisi, alisi, baba vitu vya babalwa viisi mtoto

Binafsi mimi niko sherehe ya mwisho wa mzee wetu. Unamaanisha alikuwa ni mzee mwenye miaka mingi sana, ni msiba wa mzee wetu. Kwa hiyo mzee alikuwa amepeleka sana umri, ndio maana unaona tunaenjoi sasa. Kama unatamani kuingia kwenye kikundi, karibu sana unaye mwona yote hapa hapa hivi, mfuate muulize taratibu za safatu. Tuna viongozi wapo. Kwanza tu nianze na hizi bia, maana ndo tukio kubwa hapa <laughs> <laughs> <coughs> Ah, shemeji

Ah, mheshimiwa diwani unatupia vitu vya wana upendo

Mkanda ni msiba wa mzee wetu, alikuwa na umri mkubwa sana. Lakini pia tunawakaribisha sana watu ambao wanataka kujiunga na Upendo, tukiwa na watu wazito. Kwa hiyo unapoona clip hii hapa hivi, unaweza ukamfuata mzee yeyote yule ambaye umemwona hapa hivi, au mama, ukaenda ukachukua utaratibu. Mm, ah, na umeona kila sehemu unakuta bia, nyama, bia, nyama na maji. Kuna watu wanao kunywa soda pia. Na soda zipo na unaruhusu kubadilisha. Sijui kaona ukasema, ah mbona kila meza bia? Mimi sihusiki mure hivi kwa sababu situmie bia hapana. Na hapa ni msiba tu. Sasa je, ingekuwa shari, ingekuwaje? Ni tukio la kidunia sasa. Ah, ni kubadilishie soda mama. E, kama unavyoona wengine wanaomba kubadilishiwa soda, kwa hiyo hatukulazimishi kunywa bia. Kwa hata kama utumie bia, njoo. Okay, sawa. Mamangu, niwaambie eti. Eh, naam, kuna wasabato pia wapo tuponao kwenye kikundi hiki. Kwa hiyo ukishapewa bia zako, naenda unabadilisha, ni ruhusa <tipa> na zipo za, za tahadhari ya kubadilishwa soda take away.